Mgombea wa kiti cha eneo bunge la Kawempe Kaskazini kwa tikiti cha chama cha National Unity Platform NUP, Elias Luyimbazi Nalukoola ameshinda uchaguzi mdogo kwa kishindo na kupata kura 17,764. NUP ni chama cha upinzani chake Robert Kyagulanyi maarufu Bobi Wine. Ushindi wake unafuatia kifo cha mbunge wa zamani Muhammad Sigirinya.

musitwa ismail of the people's progressive party got 39 votes mutazindwa muhamud an independent candidate got 186 votes nambi farida chigongo of nrm got 8,593 votes nsereko <clears throat> moses an independent candidate got

Matokeo rasmi yaliyotangazwa na tume uchaguzi yalionyesha kuwa Nalukoola alimshinda mpinzani wake wa karibu na mabi Farida Kigongo aliyepata kura 8593. Frida ni mwanachama wa NRM, chama kinachoongozwa na Rais Yoweri Kaguta Museveni. Kujumlisha na kutangazwa kwa matokeo kulifanyika katika chuo kikuu cha Makerere ambacho kilikuwa kituo rasmi cha kujumlisha uchaguzi. Licha ya mchakato wa upigaji kura kuwa wa amani kwa, kwa kiasi kikubwa, uchaguzi huo ulikumbwa na ripoti za ghasia na vitisho kutoka kwa vyombo vya usalama mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yamelaani ghasia hizo na kuziita shambulizi dhidi ya uhuru wa vyombo vya habari na ushiriki wa kidemokrasia. Wapinzani pia walikosoa mbinu za vitisho wakisema kuwa vyombo vya usalama vya serikali vinajaribu kukandamiza upinzani na kudhoofisha uaminifu wa mchakato wa uchaguzi. Matokeo yanathibitisha tena ubabe wa NUP mjini Kampala ambapo chama cha upinzani mara kwa mara kimekuwa na matokeo mazuri kuliko chama tawala cha NRM. Katika hotuba yake ya ushindi, Luyimbazi Elias Nalukoola alitoa ushindi huo kwa marehemu Sigirinya na kuapa kupigania haki za watu wa Kawempe Kaskazini. For standing firm against the dictatorial system, the dictatorship of Gen. Museveni and his allies. Indeed, you have stood against him. Sincerely, this victory wouldn't have come. I thank NUP. I thank President Kyagulanyi Sentamu. I thank the Secretary General, members of Parliament who subscribe to NUP. I thank the foot soldiers, the residents of Kawempe North constituency. I thank you. I thank Ugandans. Your voice has been heard. Thank you very much. Nikiripotia Mwanzo TV, mimi ni Kasimu Njiro. <coughs>